Mkatika hati leo watu wetu wana, wanaandamana. Kuna fujo zimetokea, e? Vijana pale wanaenda kuiba gesi, mtu anaenda kuiba bia, huyo ana njaa. Wameenda kuvamia godoro za watu, mtu analala sichini. Lazima tutafsiri changamoto za wananchi. Mnapindisha nini? Amwaone hapo vijana hawana ajira, vijana wana shida, that's the problem. Lazima tufanye interpretation vizuri. Ndio maana maskofu wanasema tusiite tu hao wahuni, na ndio maana Linda alienda kuwatetea. Amina. Hauwezi ukazunguka na weu, watu wenye njaa, wewe unashiba, watakuvamia. Watu wanavamia vituo vya mafuta, wanajua huu ni utajiri wa mtu ametuibia, ametuibia. Watu wanavamia wanachoma mimi sitetei wale vijana, hili tendo ni ovu, hivo zihivo. Lakini kwa nini mtu ana, ni kitu gani kinachomuelekea, kinachompelekea kufanya maovu haya? Shida. Lazima tusimame katika haki hiyo, lazima tutetee vitu hivyo. Hawa watu walikuwa wanaandamana andamana, wana sababu, ndugu zao wanapotea. Leo mmewako anajua, usiku anachukuliwa na watu, anapigwa, damu zinamwagika. Haujui watu, tusilie. Tusilie, <laughs> watu. Kwa watu mnajiuliza tulie, tusilie. Tusilie tusizike. Yuko wapi? Familia ya kisaikolojia inakuwa confused. Leo familia alive itakuwa na utulivu sana kwa sababu anamzika hapo, najua tumemzika ndugu yetu amefariki, tumemzika. Chukulia ndugu yenu hajulikani yuko wapi mpaka leo. Amekufa hajafa. Hii ni tatizo katika jamii. Hamjui tatizo la kupoteza watu ni ni hatari nita, ni hatari katika jamii yetu. Lazima viongozi wetu watoe bold statement. Waeleze, eh? Hili tatizo tunawapa mamlaka, watufanyie tuwe salama, tulale usingizi. Watu wanakuja wanakuchukua tu, mtu anakuambia mtalia, mtachoka, afu baadae mtatulia, hakuna <laughs> leza lionaledikuza kwa nini tunaumizana binadamu kwa maya? Kwa nini tunazulumu watu? Kwa nini tunawaonea watu? Kwa sababu hukuwa na kitu chochote, na utarudi kwa Mungu huna kitu chochote lazima uwe mnyenyekevu wa binadamu, kwa sababu saa nyingine vitu hivi vile ambavyo Mungu anatupa tumekuta Ziwa Victoria, tumekuta Nyamhongolo, tumekuta Maembe. Haya yote tumeyakuta, mtu mwingine unakuta ana wasiwasi, labda hivi mali za kufanyaje. Lazima tujue kwamba mali tuliyonayo tuitumie vizuri. Wakati mimi nafika, nilikwenda kutembea tembea nje huko, nilipofika kitu cha kwanza waliniambia father, andika will. Nilikuwa nasoma kwa Marekani chuo cha tiba huko San Francisco, California kitu cha kwanza wakaniambia andika wili yako, andika in case unakufa, vitu vyako atachukua nani? Nikasema eh, lisaiuu sana. Kwa sisi wa Afrika naona kama ni uchuro, umekusanya mali, wengine wanaiba, mtu anarundika mali paka ina mzidi. Mheshimiwa polepole anasema wanahondomora kuhondomora, maana yake unakula mpaka unajipaka wali kwenye uso. Yani, kwamba is too much for you eh? Kuhondomora ni neno la Kinyamwezi na Kisukuma, maanake mtoto anapokula wali na anashiba, au wali anajipaka kichwani, imemzidi ile mali. kumekuwa na discussion kubwa sana hapa Tanzania juzi hapa kuhusu haki na amani, what is justice? Mungu ni Mungu wa haki, na maaskofu wamesimama hapo na sisi watu tunasimama hapo. Msipindishe. Tatizo la Tanzania sasa hivi tunataka bila aibu kudanganya watu, uongo wa wazi. Wote intelecho na mtu wote mwenye akili timamu hawezi kumdanganya hivi. Labda akili yako hii imechanganyikiwa. Ukweli dunia inasemaje? Haki, Mungu anasema ni Mungu mwenye haki, kumpa mtu anachostahili okay. kumekuwa na discussion kubwa sana hapa Tanzania juzi hapa kuhusu haki na amani What is justice? Mungu ni Mungu wa haki. Na maaskofu wamesimama hapo, na sisi watu tunasimama hapo. Msipindishi. Tatizo la Tanzania sasa hivi tunataka bila aibu kudanganya watu. Uongo wa, wa wazi. Wote intelektuali na mtu wote mwenye akili timamu hawezi kumdanganya hivyo. Labda akili yako hiyo imechanganyikiwa. Ukweli dunia inasemaje? Mungu asema ni Mungu mwenye haki kumpa mtu anachostahili.